Sisi tumekuja kwenye haya maonyesho ya dunia ya biashara eh, ambayo yanafanyika hapa eh, Osaka Japani, na sisi waseli ya Benjamin Mkapa tukishirikiana chuo kikuu cha UDOM tumesaini makubaliano na Tokushukai eh, medical corporation. Hili ni grupu la madaktari wa Kijapani ambayo limekuwa likisapoti nchi kadhaa barani Afrika katika kuboresha huduma za afya na hawa wamekuwa wadau wetu wa muda mrefu nchini Tanzania, ndio walikuwa watu wa kwanza kusapoti e, swala la dialysis center e, pale usari ya Benjamin Mkapa pamoja na UDOM. Sasa MOU hii ambayo tumeisaini sasa hivi ni kwa ajili ya kujenga kituo cha umahiri kwa ajili ya upandikizaji figo katika eneo la Tanzania na pia subsahara ni Afrika. E, ni grant ambayo haina masharti yoyote itakuwa na thamani ya Uh, bilioni bilion ambazo ni pointi tano, uh, yen, ni sasa na bilioni 28 fedha za Kitanzania. Itanzania kwa hiyo watatujengea hicho kituo ndani ya, ya Benjamin Mkapa na vifaa pia tutapata. Pia serikali yetu itasaidia katika baadhi ya maeneo kuhakikisha kwamba hicho kituo ndani ya miaka mitatu kinakamilika na kuanza huduma. Kwa hiyo si tunatoa shukurani kwa serikali ya Japani kupitia wadau wa, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira wezeshi ambayo ametufanya sisi tuweze kufikia makubaliano na hawa na chini ya viongozi wetu, Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuwepo hapa na ameshuhudia haya makubaliano ambayo mwisho wake yanaenda kusaidia wananchi kwa ajili ya kuboresha huduma za tiba ya figo, si kwa Watanzania tu bali pia kwa Waafrika wengine. Lakini pia kituo hiki kitatoa mafunzo, ndio maana wenzetu wa Yudom pia watakuwepo kutoa mafunzo kwa ajili ya kupandikiza figo kwa Watanzania lakini pia kwa Waafrika wengine na pia tutafanya tafiti ambazo zitasaidia kuzuia au kupunguza magonjwa yanayohusiana na figo. E, kitakuwa ni kituo kikubwa kwa eneo la Sub-Saharan Afrika kwa ajili ya tiba ya upandikizaji wa figo. E, kwa hiyo si kwa ajili ya wa Watanzania tu kitatumika pia kwa ajili ya tiba ya wananchi kutoka nchi za jirani, lakini pia kwa ajili ya mafunzo kwa ajili ya wataalamu ambao wataenda katika nchi zao katika maeneo kwa ajili ya kusaidia tiba ya figo, lakini pia hasa hasa eneo la upandikizaji wa figo.